Hutaki mtoto wako apigwe, akipigwa unanuna. Haya, sisi tulipigwa kaka, ndio maana leo tuko strong. Tumekaza sauti leo, tulipigwa. Sasa nyinyi amewapiga watoto mnawadekeza, mnasema mna adekeza, ndo anakuja mbele ya wageni nyoko. Jamani, Junior, usiseme hivyo. usiseme hivyo. Don't worry, don't worry. Ni mtoto just mtoto, elewa tu, so sorry Amna mami, mi sijampenda huyu mgeni. Ndiyo umemlea hivyo, ndiyo umemlea hivyo. Mtoto wa mbiliki, mtoto asikii, mtoto ajui. Hapa mama anakataa, ni baraka ya mzazi. Leo lazima nigusie haya. Hebu sema haya maneno: nitawalea watoto wangu vizuri, nitawalea watoto wangu vizuri, ili wasiharibike, ili wasiharibike. Leo kaka, mtoto hawezi kutoka kwenye daladala kupisha ukakaa. Hawana adabu watoto wa leo. Malezi hakuna, hawana malezi. Mimi, mimi zamani nimefundishwa mkubwa mpishe, lakini leo hawezi kupisha kwa sababu mnaona ndoo